Tuelekee kaunti namba 32 ambapo dhuluma za kijinsia zinaendelea kuongezeka hasa kwa wafanyakazi wa mashamba ya maua huko Naivasha, kaunti ya Nakuru. Kwa mujibu wa utafiti wa kundi la wanaharakati dhidi ya dhuluma za kijinsia la Naivasha, kesi nne huripotiwa kila wiki katika sehemu hiyo huku siku kumi na sita za wanaharakati dhidi ya unyanyasaji wa kijinsia mwaka huu zilizoanza mnamo Novemba tarehe 25 zikiendelea, Naivasha imeripotiwa kuwa miongoni mwa maeneo yanayoongoza nchini Kenya kwa tishio hilo. Haya ni kwa mujibu wa kikundi cha wanaharakati dhidi ya dhuluma hizo cha Naivasha. Tumeweza kurekodi kesi mingi sana, tumekuwa tukiziripoti Kesi za mambo na defilement za watoto, femicide, domestic violence zimekuwa kwa wingi. Ilibainika kuwa maeneo yaliyoadhirika zaidi ni Karagita, Kihoto, Mahemahio na mashamba ya KCC. Kiongozi wa wanawake Veronica Wairimu kutoka Gilgil akiongeza kuwa wengi wa waadhiriwa wanaogopa kuongea. Unakuta kwamba wamama wazee wanashindwa kujisema, lakini wakati tunaingia humo ndani ndani, tunawakuta wakijitoa kwa sauti zao. Maybe wengine wameathiriwa sana uh, maybe hata na watoto wao. Kwa upande wake, Dominic Luwo kutoka Ujamaa Afrika ametaja dhuluma za kidijitali kama moja ya vitisho vikubwa vinavyokabili vijana katika jamii. We are seeing a, uh, a lot of uh, content which are inappropriate for learners. There is a lot of luring of, uh, people to come in and where they are being exploited. Hata hivyo, walidhihirisha juhudi za kupambana na tishio hilo. Tuko na champions wetu huko na tuna, pia tunasaidiana pamoja na serikali kujaribu kuzikomesha. Anne Mwendo Runinga ya Citizen.